Baadhi ya wadau wa mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF wamesema ni muhimu kuwajengea uelewa wananchi juu ya matumizi sahihi ya mawasiliano ili kunufaika katika nyanja mbalimbali. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na Dkt. Jabhera Matogoro ambaye ni mratibu wa kongamano la nne la shule ya mitandao jamii Tanzania akiwataka wananchi kutumia mitandao kwa tija na kuepuka matumizi mabaya hasa katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu pamoja na kuzingatia utunzaji wa mazingira. Ni namna gani sasa tutaambukiza maarifa haya kwa wananchi wengine wa kawaida, na ukiwa unafahamu kwamba tunaenda kwenye uchaguzi? Kwa hiyo tunathamini ya kwamba wananchi watumie mitandao kwa manufaa ya kwao kiuchumi, lakini pia kuhabarishana habari njema, ili haya yote yaweze kuwa na matunda katika Tanzania yetu. Pamoja na kwamba tunazungumzia mazingira pamoja na nishati safi, hiyo pia tunahusika nayo, pia kutoa elimu ya nishati, na tunahakikishia kwamba tuna mpango kuifikia baadhi ya shule za msingi na sekondari kuweza kutoa elimu ya nishati safi ya mazingira, lakini sio shule za msingi tu na sekondari, lakini pia kwenye vyuo vikuu. Kwenye vyuo vikuu pia na penyewe tutatoa elimu hii.